Sijapenda tabia ambayo umeifanya. Ni kwa nini umeenda kumwambia mjomba kata kuhusiana na baba yake Kineo? Kineo, Kineo, Kineo. Unajua huyu bado ni mdogo, kuna mengi ya kisiri na yalokuwa kiundani hayapaswi kuyajua. Kwa hiyo chunga sana, ambayo unayafahamu si yote kuweza kumwelezea, sawa? Nambo, nisamie mme wangu, sintorudia tena, sawa? Wakati mwingine Kiburi acha kwenuko. Mi mwenye shetani kama malaika tu shanda kabisa. Kiepe. Kiepe. Kwa maswala ya ujanja ujanja na kujua kuna sufuria ya kulia. Amuya mama. Amuya mama. Kuletea mgeni wana hmm. tena kuna ugeni mwingine kumbe. <laughs> Kaumeletaka msukule kengine kiepe? Kila wakati unawaza misukule tu. Huyu ni mwanafunzi wangu, nimekuletea na wewe vilevile vile umfundishe kuishi na misukule humu ndani, ajue kuitunza na kuilisha yeah. Basi sawa kama nilo tu hamna shida. Mimi naamini mama unaniamini hapa tena kijana wako kitambo. <laughs> Sijaza kukukwaza seti. Kiepe. Mimi naingia ndani. Lakini biasimini, mi kuna kitu hapo kinanikwaza kwaza. Kuna kale kamsukule kale kaamza kale. Ah. Kamekojolea kwenye sufuria vinavyolia. Kiepe. Wasi ndo mwenye kazi yako? Eh? Sasa kama mimi ukiniambia nafanya nini? Naomba uiangalie misukule hiyo. Tena usinichanganye, naenda. Naitwa Kepo. Unaitwa nani? Naitwa Sila Malapa. Mganga kanipa dawa nikapata hela nikawa bilionea. Natoka zangu hapa. Kisha chukua Kariakoo, nafukuza wale mbwa wote, watu wote, natia banda la kuku, nikula mayai tu. au au au, amna au, nikainunua Geita, kinua Geita ule mgodi, asha gold mine, nafukuza wazungu, wananchi na waachie, wanaenda kuja kikubwa, nikanunue Mwanza, nikishe <laughs> nikishe nunua Mwanza, kuna wale sato

Nisha kwambia kapa, msubiri, ana kazi anamalizia na kingine. Mimi si tulo jina ulio niita, naitwa Sima. Mimi mwenye naitwa Bwaga <laughs> usisau kuweka e, Yala. Sinaelewa haya, sawa, acha nivumilie mm. Mbona nakuona unakibwebwe afu, napanga wapi? Nielekea kwa mashamba, nikata kuni mtoto hmm? jicho <syed> nikusindikize, <Wayabina> bebi, nikusindikize <laughs> haya, twende. <syed> nikakusaidia <Tio. syed> hata hmm. vimizigo viwili vitatu pio, hasa kwenye hii kazi. Umeiali mwenyewe au umefosiwa? Fosiwa tu, nimeelizia

mafunzo jeshini, furahia tu matunda hapa sawa. <laughs> E, maana humu ndani kuna vitu vinasumbuasumbua hivyo vimiskule umeona, hili gongo hili menye tu utavyona vina viburi sasa we, we kakae hapo, mi ningie ndani. Malize malize kaka, nimekuelewa shughuli. Unafeli wapi? Wewe nani? Kaka yako, ona na ila yangu na yako vinaendana. Kuwa na heshima basi. Nimekuwa naita kiepe, hata ukizao naita kiepe, amuia naitika au? Ah, ngoja tu kwanza. Bila shaka hapa pamefungwa na istosha, ifungua nayo na madamu Grace, na hapa yuko sasa. Hapa nafanya nini mimi? Nadhani tuzungumze tu, lakini ubaki katika misingi yangu ambayo mimi nimekuambia. Ikiwa juzi wamefika darasani wanafunzi watano hmm, jana wamefika wanne, leo wamefika watatu, ina maana kadri siku zinapojiongea wanafunzi wanapungua kuhudhuria darasani. Sasa mimi na wewe tukiwa kama walimu unadhani tutakuwa tunafundisha nani? tuwe tunafundisha madawati eh? uh, mimi hapo nilikuwa na wazo, wazo langu ni vyema tuende kwa, kwa, kwa mwenyekiti yani. Tukaenda kwa mwenyekiti kwa dhamira ipi? labda ah, uh, mwenyekiti ndio ndo aliyetukabidhi hii kazi, nadhani unakumbuka siku ukabidhi, tulikuja ukabidhi wa shule hii, yeye ndo alikuwa na yeye ndo anafahamu vizuri au wanafunzi, kwa sababu unapozungumzia mwenyekiti hapo unazungumzia serikali. Sawa sawa, na hapa kuna mawili ina maana kama wanafunzi watakuwa hawapo darasani basi na sisi tutakuwa hatuna haja ya kuendelea kukaa au kufundisha. Mimi nadhani kabla ya kuenda kwa mwenyekiti, sisi kama sisi tungejitahidi twende mpaka nyumbani ama kwenye makazi ya hawa wanafunzi, tukajue changamoto zao kwamba ni changamoto zipi ambazo wao zinawafanya wasihudhurie shuleni. Hmm, Mwalimu Shunda Mwana, ni kama tunajipa kazi kubwa sana Yani, wewe unawezaje kwenda kumfuata kila mwanafunzi mmoja majumbani kwake? Wewe unadhani tutafanyaje? Pengine tukawa tunalaumu wanafunzi, lakini wakawa si makosa yao, ila tukijua tatizo ni nini, linaweza likatusaidia na sisi kipande wetu, kwamba tuendelee kuwafundisha ama tuachane na kazi basi, tutafuti sehemu nyingine za kwenda kufundisha. Sawa, nimekuelewa. Asante, sawa, unaweza kwenda. Sawa, ila nilikuwa naomba jioni nije kumwona. Sijali, njoo muone huyo. mm. Ndo dada yako iyoniambie, eh, ndo huyo nando msaada mkubwa kwenye maisha yangu. Huwa anakuja watu wengi sana kujifunza uchawi, hata hivyo na moyo mgumu. Hmm. Mi siwezi na nafanya kwa ajili ya matatizo yaliokuwepo kwenye familia yetu, bila hivyo hivyoana tu watu tunakuja kuja sana hapa

a kuniambia kuwa mnafuga na majini <laughs> ile sio jini, anaitwa Mbaruti wewe we. Awezi akawa Mbaruti yule yule ni jini maa ni mrembo hivo eh? Yani yule kama sio jini subiani, hata kawa naitwa nani, nani, nani, n tsaatini. Naomba nikuli kwani siwezi kupata sehemu nikapiga kamjengo kangu hapa inaonekana anakuja mademu wengi wengi, awezi akaenda naye macho kwa mjuzi ule anakuzidi. Siwezi kupata eneo hapa nikapika kamjengo kangu hapa, popote pa anasi anakuja wengi. Mambo sima Kwema. Kaka, mambo? Safi, nitobwaka. Mimi naitwa Mbaruti. Chukuliaje? Umetaka namba nimekupa, kwa nini namba yangu ina ugumu gani mpaka ushindwe kunitafuta jamani? Mbona si tamaduni zetu wa Tanzania nisalimie kwanza kisha mambo mengine yafate. Habari yako? Salama mm -hmm, kwanza naomba unisamehe, maana toka ile siku nimechukua namba yako sijakutafuta ni kwa sababu ya ubize niliyokuwa nao, lakini usijali baada ya hapa naenda saruni, nikishatoka kuna mtu naenda kuonana naye, kisha nitakupigia simu <laughs> unajua kaka, unanitesa sana. Siku ile ulinidanganya utanipigia simu, simu yenyewe hujanipigia. Haya basi, muongezi, niambie sasa hivi napo, unataka kuniongopea tena? Eti unataka kuniambia kwenye kuni simu kweli? Jamani <sighs> hapana, haya mazungumzo ni private kidogo, na hisi nikikupigia tutaongea vizuri. <laughs> Kwa iye nsa, tunafanyaje? Nitakucheki baadaye, sawa? <hazawa> ni Maimuna, sema huyu ni mwezi mchanga au zomola suzi? Kwani alivyoondoka hivyo harudi, huwa anaenda na pia anarudi. Na vipi nami numba niondoke, ongea na <laughs> mganga kikurusu, naweza kaendawe yule mganga na roho ya korosho. Kilo chake kipo hivi kinaonekana kidogo dogo, lakini kina roho mbaya. Kile kikiamua kupindua jambo lake, kina roho mbaya kile. Labda ni kuombe ruhusa yetu hivi hivi tu au nimkimbilie? Au.

Nami ndo namaliza kueleza moto wetu ndi shamba. Yaani leo nimeamka vibaya kabisa, sijisikii kwenda shamba, alafu kuna safari naelekea tu. Nchi yetu ya Tanzania haimzui mtu yeyote kwenda anapopataka, tena inawapa uhuru kabisa wa kufanya chochote kile wanachokitaka, ila tu sivunje sheria. Wachizi We, wewe naona hii mara pili unaniingilia kwenye mara yangu. Wewe ndio umemleta huyu. Hapana mke wangu. Kumbuka huyu ni mweu na anatembea sehemu yoyote ambapo wanaona ni sahihi. Na pia sitoshi hajafanya vurugu amekaa tu hapo. Tena inavyoonekana wewe utakuwa haujasoma kitabu kabisa. Na kama ungekuwa umesoma kile kweli kweli basi ungalitambua hili. Maana imeandikwa mwanaume atatafuta kwa jasho na mwanamke atazaa kwa uchungu. Sasa wewe na kufananisha na wale wanawake walioitaka haki sawa na wakapewa. Sasa hivi ndio hao hao wanaozaa kwa uchungu na bado wanakula kwa jasho. Sasa wewe hapo unaona kuna usawa gani eh? Ndio maana mimi sitaki mazoea ya kabisa, yani tena sitaki mazoea kabisa na mtu yoyote yule. Nisikilize ni hiyo chizi, kama wewe ulitoroka Milembe, mimi mwenzako nilifukuzwa, maana nilikuwa namaliza mapada kila siku. Alafu wewe naenda ninapoenda, nikirudi nisimkute huyo. Na nikimkuta kuna mawili. Ubaki na uchizi mwenzako au mimi niruhusu niondoke. Ama kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ufungwa tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwa kiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, uh, uh, uh, kumbe kuna siri nzito sana. Ah, uh, uh, uh, uh, kuna vitu vya kutisha.